Ni hapo jana ndipo Bintou Keita aliwasili katika mji wa Goma ambapo Umoja wa Mataifa umethibitisha pia kuwa Bintou Keita aliwasili jijini Goma, ambapo hivi sasa anafanya mkutano pamoja na M23. Kwa hayo, raia wa kawaida katika muji wa Goma wana maoni gani? Mie kuhusu, ile haituhusu kitu, tuko na be zetu ya amani, tunapenda amani ikae siku mingi. Anafika hapa, anafika hapa, lakini ukosefu wa usalama unaendelea kuwa kili ya kwamba Kongo uwepo wake kabisa haitakuwa na mafanikio. Upande wa mashirika ya kiraia, Joseph Msombwa akiwa mkuu wa muungano wa mashirika ya kiraia mashariki mwa DRC amejulisha kuwa kufika hiyo itasaidia kabisa katika jimbo ya Kivu kaskazini na jimbo ya Kivu kusini. Msaada wake italeta amani upande wote. Nao wachambuzi wa masuala ya usalama pamoja na watetezi wa haki za binadamu, Ememukanta akiwa mmoja wao, wilayani Ruchuru, amekuwa na haya ya kujulisha. Umoja wa Mataifa una nguvu, ni kusema kama Madame Bintu Keita amefika mjini Goma, ni kusema yeye mwenyewe, watu wake wako hapo, wamekuwa washuhuda wa vita wa kila kitu ambacho kilipitika Goma. Ni kusema tunachunga matokeo yake hapo Goma na amani irudi. Haya yanajiri siku chache tu baada ya rais wa zamani wa DRC Joseph Kabila kukutana na M23, lakini pia makundi mbalimbali mbali ya raia katika mji huu wa Goma. Chubengorombi, Goma, RFI Kiswahili.